Tungeona kwamba kuna mbunge anasema hivi: mnajua maumivu ambayo anapitia wazazi ambao watoto wao wanatekwa? Mnajua maumivu? Mnajua namna wanavyoteseka? Tungesikia hivyo bungeni, walau tungefarijika, tungejua tunawatetezi. Kwamba hivi mnajua maumivu ambayo anapitia mzazi anaposikia mtoto wake amepotea? Tungesikia kuna mbunge anaongea hivyo kwamba, mnajua maumivu anayopitia mzazi anaposikia mtoto wake amepotea? Mnajua maumivu ya mzazi ambaye anasikia kwamba ametekwa? Mnafahamu maumivu ambayo anakuwa anapitia huyo mzazi? Mnafahamu maumivu ambayo anakuwa anapitia mzazi ambaye anaona mtoto wake amepotea, ametekwa, amepelekwa kusiko julikana, hajui uko hai, hajui amekufa. Mnafahamu maumivu ambayo anapitia mzazi ambaye mtoto wake anapatikana ameuawa. Mnafahamu hayo maumivu? Tungekuwa tunaona kuna wabunge wanaongelea haya, tungejua kweli bungeni tunawatetezi. Lakini mpaka hapa bungeni hatuna watetezi. Kuna maumivu usipo ya kufika moja kwa moja. Uwezi Wezi, ukaisi yale maumivu mpaka yakufike mpaka yakufike. Wa kwenu unaona ni watoto, lakini wa wenzenu huko nje unaona sio watoto, ila mduli yeye ndo mtoto, kwa sababu ni mtoto, mtoto wa rais ni mtoto, ila oh, hao wanaotekwa huko wenye sio watoto. Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii, unakwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake, mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto he. Unajua jinsi ya kulea, unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho, Mungu akulani kabisa uko uliko. Na hayo yasitimie kabisa. Kwanza hapo nataka niwaakikishie kwamba kuzaa mimi nazaa. Nazaa. Eti Grace, eh? Grace Grace, nipe mkono. Mimi kuzaa nazaa. Nikukumbatie Grace ni kwamba, kama ni ishu ya kuzaa mimi nafaa nini? Nazaa. Sitaki ishu ya kuzaa iwe msamaha, nazaa. Mwanaume kuzaa, bwana. Nataka niufute mjadala ule kwamba Gwajima nazaa, hazai. Nazaa na nimezaa kimwili, nimezaa ki wengine kwa kupotea kwa kutekwa hawajashtuka ila mmekuja kushtuka na kuhamaki baada ya mtoto kuguswa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hawa wengine sio watoto. Ni kwa sababu hawa wengine sio vipenzi kwa wazazi wao, walikuwa hawapendwi na wazazi wao. Ameguswa mtoto, hawa wengine hawakuwa watoto, na ndio maana mmeshtuka hamjawahi zungumzia bungeni, halijawahi zungumziwa bungeni swala la utekaji. Ametekwa kina soka, kina hali kibao, sijui mdudu ametekwa, hajawahi zungumzwa jai, hajawahi zungumza, kujawahi kuwa na mjadala, hamjawahi onyesha hasira zenu. Lakini baada ya kuguswa mtoto mtoto, basi hapo ndo mmeonyesha hasira zenu zote na kulaani, yani kulaani kwa ile laana ambayo unajua mtu anatoka kwa ndani kumlaani Gwajima kwa laana kubwa. Kwa nini? Amegusa ha, mtoto. Hawa wengine ni kwa sababu hawakuwa watoto. Gwajima hajui jinsi ya kupata mtoto, hafahamu namna ya kupata mtoto. Lakini mimi nikuulize mbunge, hivi unafahamu maumivu anayoyapitia mwanamke ambaye anaambiwa mtoto wake amepotea, ametekwa, amepelekwa kusikojulikana? Unafahamu maumivu ambayo anayapitia mzazi ambaye mtoto wake ametekwa, unaambiwa sijui amepigwa nyundo kama Mdude vile mtu mzazi unashuhudia damu kama vile, unafahamu maumivu ambayo anakuwa anayapata huyo mtu alafu hajamwona hajui aliko, yani hana tumaini ya kwamba yuko hai au yuko hai. Unafahamu maumivu anayoyapitia huyo mtu unafahamu maumivu ya mtu ambaye anakuwa ameuliwa ndugu yake au ameuliwa mtoto wake? Unafahamu maumivu anayoyapitia huyo mzazi? Unafahamu mateso anayokuwa nayapata huyo mzazi? Unafahamu uchungu wake? Tungejisikia vizuri sana ungekuwa mnahoji hivyo hivyo kwamba unafahamu machungu aliyopitia mama yake mdude wakati anamzaa mdudu. Unafahamu uchungu aliyopitia mzazi wa soka akiwa na mzaa soka. Unafahamu uchungu aliyopitia mzazi wa Ali Kibao? Unafahamu kwani, unafahamu jinsi Ali Kibao alivyopatikana? Unafahamu mpaka akuja kuibuka kwamba unajua jinsi ya kupata mtoto. Abduli ndo mtoto kuliko hawa wote wanaopotea, kwa sababu yeye ni mtoto wa rais. Ni kweli kabisa yeye yani, kutajwa vile, kutolewa mfano imekuumiza, ni kwa sababu ni mtoto wa rais. Hawa waliopotezwa hawa hawa walio tekwa, hawa waliotekwa wenyewe wametekwa, hawaumi kuliko yule aliyetolewa mfano, yani hawaumi kuliko huyu yani, hawa ambaye ametolewa mfano, yeye ni mfano yani, kwa mfano ingekuwa ni yeye, kwa hiyo yeye mfano tu, mnaona ni laana kubwa kuliko hmm, hawa ambao wametekwa na kupotezwa kabisa, hawajulikani waliko. Ni kweli kabisa, Askofu Gwajima hajui jinsi ya kupata mtoto. Ni kweli Gwajima hana watoto, hajui yani, hajui jinsi ya kupata mtoto. Lakini unajiuliza ametolea mfano mtoto wa rais, lakini Gwajima hajawatuma watu wakamtoe macho mtoto wa rais. Lakini huku kuna watu ambao watoto wao wameuawa, kuna watu ambao watoto wao wametekwa, kuna watu ambao watoto wao wamepotea, hao hawazungumzwi Hivi ni kweli kabisa Abduli aliyetolewa mfano hapo na Askofu Gwajima, hivi huyo Abduli ni kweli kabisa yeye ndo aliyezaliwa kwa uchungu usiosemekana au labda yeye ndo kipenzi kwa mama yake? Huku nje hawa wanaopotea na kuuawa na wazungumzia Gwajima wenyewe, kwenye mioyo ya wazazi wao sio vipenzi? Ni kweli kabisa kwamba yeye Abdul alizaliwa kwa uchungu wa tofauti kabisa, au labda yeye alizaliwa kwa kwa namna tofauti kabisa na hawa wanaopotea ambao labda yeye uchungu wake umepitiliza kabisa, yani kuliko hawa watu ambao wanakuwa wanapotea na kutekwa. Ni kweli kabisa Nikuwe, ni kweli kabisa yeye ametolewa ni mfano tu, lakini ni mfano tu ambao umetolewa, ameinukiwa hivyo kwa Gwajima. Hivi ni kweli kabisa, wabunge mpo hapo kwa ajili ya kuwakilisha wananchi kweli? Kweli kabisa mpo kwa ajili ya kutetea wananchi? Husikii huyu mtu akiwasemea, aki wale maumivu wanayowapitia wazazi ambao watoto wao wanatekwa, watoto wao wanakuwa wanapotezwa, watoto wao ambao wanapelekwa kusikojulikana? Hawazungumzi hao, ila rahisi tu mtoto wake kutolewa mfano no, ndo analaaniwa Gwajima kwa laana zote, ila hao ambao wanakuwa wanawateka watu na kupoteza watu hamuwalaani huyu mwingine, alizaliwa kwa uchungu wa namna gani, ambayo kiasi kwamba labda ndio muone kwamba labda yeye tu kutolewa huo mfano, kutolewa huo mfano inaumiza sana kuliko watu? Ni kweli kabisa, hata kama ni uchawa umepitiliza. Mtu anakuwa amepitia huo uchungu, si unasema kwamba anakuwa amefahamu na amepitia uchungu wa kuzaa lakini pia anakuja kupitia uchungu wa kupotezwa kwa mtoto wake, wa kutekwa kwa mtoto wake, wa kuwawa kwa mtoto wake. Unayafahamu hayo wa maumivu mbunge, unayafahamu kweli, au ni kwa sababu nyiye mkijiona kwamba mko salama na mnajiona kabisa ni kama mna insurance ya kuwa salama milele, mnakuwa mnaona ni kama hamtafikwa nayo? Mnafahamu maumivu ambayo anakuwa anapitia huyo mzazi kweli? Mtoto wako hujue alikopelekwa. Mtoto wako ametekwa, unaona damu tu, kama vile kwa mdude. Unaona tu taarifa, amepotezwa, amepelekwa kusikojulikana, amechokoliwa na watu wasiojulikana, amepotea, hujui aliko milele. Unafahamu hayo mateso anayopitia huyo mzazi? unafahamu maumivu na uchungu anaopitia huyo mzazi? Ni zaidi ya ule ambao aliupitia wakati wa kuzaa, kwa sababu wakati huu anakuwa na ujumlisha ule anakumbuka namna alivyompata, anakumbuka alivyomlea kwa tabu, alafu anakuja kukumbuka namna mtoto wake alivyopotea. Ana feel, amefanywa nini? Amefanyiwa nini? Kama alivyoona zile damu pale, unadhani atakuwa anajisije? Anavyokuwa anaona vile, anakuwa nahisi mwanangu kule amefanyiwa nini, ametendewa? Unafahamu hayo maumivu anayopitia wazazi.